Ni wajibu wa kisheria kila taasisi ambayo inasajiliwa iwe na afisa ulinzi wa taarifa binafsi. Kwa hiyo uh, tumekuja na mpango wa kuwajengea uwezo au kuwajengea uelewa hawa maafisa ulinzi wa taarifa binafsi. Kwa hiyo kuna mafunzo maalum, na hii inatokana na mwamko mkubwa sana tumepokea wa usajili. Taasisi nyingi sana zimejitokeza kujisajili, na tunazipongeza. Na tunashukuru hizi e, taasisi kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais e, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Tangazo rasmi la mafunzo, kujiandikisha katika mafunzo haya tutayatoa mapema wiki ijayo kupitia e, zi social media zetu, lakini pia tovuti na vyombo mbalimbali vya vya habari. Kwa hiyo, watu wakae tayari, mapema wiki ijayo tutatoa utaratibu ni namna gani wataweza kujisajiliwa na mafunzo haya tumeyapanga kwa namna ambayo tutakuwa tunafanya katika makundi mbalimbali, kwa sababu taasisi ambazo tumekwisha sajili ziko takribani e, zaidi ya elfu tisa. Sasa kila taasisi ina afisa ulinzi wa taarifa binafsi mmoja, lakini hatuzuii taasisi ambayo labda inataka i, iwafundisha ama iwapeleke zaidi ya zaidi ya, e, zaidi ya afisa huyo, afisa ulinzi wa taarifa binafsi ambaye ameteuliwa inawezekana ikataka ipeleke watu zaidi, sisi hatuzui. Na wale ambao watakuwa wanasajiliwa mwanzo ndio wataingia katika bachi ya mwanzo. Wale ambao watakuja baadaye, basi watapangwa kutokana na unavosajiliwa. Na lengo letu, baada ya kupokea usajili mkubwa sana kwa muda mfupi, tumeona kwamba tunataka tuwarahisishie hizi taasisi namna ya kuzingatia sheria. Kuna wengine wamesajili, lakini wanasema, kwa hiyo sasa tutazingatiaje sheria? Sheria ni kweli ni mpya na kuna mambo ambayo yanatakiwa yafanyike ili uwe umezingatia sheria. Kwa hiyo haya mafunzo yatawafundisha wale maafisa ulinzi wa taarifa binafsi ni vitu gani wafanye ili wawe wamezingatia sheria, lakini itawafundisha kwa mfano, wanatakiwa wasajili zile taarifa za, za, za uzingatiaji wa kila robo mwaka. Je, katika hizo taarifa wanajaza nini? Wanazijazaje? lakini majukumu mengine ya afisa ulinzi wa taarifa binafsi katika kuzingatia sheria ni yapi? Kuna wakati ambapo kutatokea changamoto ama kutatokea matukio ya, ya, ya kiuhalifu wa kimtandao kwenye taarifa za watu kwenye hizo taasisi. So ni wajibu itarifu, tumi, wa afisa ulinzi wa taarifa binafsi kuhakikisha kwamba anaitaarifu tume kwa mujibu wa sheria. Mpaka sasa tumefanikiwa kusajili taasisi takribani 9145 Lakini pamoja na kwamba hizo ndio usajili umekamilika, lakini ziko zaidi ya 2000 ambazo tayari zipo zina, zinafanyiwa kazi kwa sababu mara nyingi eh, wanawasilisha taarifa na lazima zipitiwe na zihakikiwe na hatimaye usajili kukamilika. Kwa hiyo ambazo zimekamilika ni 9145 na ambazo ziko eh, pending zinafanyiwa kazi ni takriban taasisi 2000 lakini tunatoa rai kwa taasisi zote za umma eh, ama binafsi kuhakikisha kwamba wanazingatia sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi sura ya nne. Maana kifungu cha kumi na nne kinazuia ama kinaweka katazo la kisheria kwa taasisi yoyote ambayo ipo nchini na inakusanya taarifa za watu bila kusajiliwa na Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi.